Hujambo, karibu tena katika kipindi cha leo. Tutaangalia kirioli na tutaanza kwa kueleza maana ya kirioli, kisha tuangalie sifa zake. Kwa hivyo, kwa kwanza, tunaambiwa kwamba kirioli, uh, ni ni kirioli ni pijini iliyoimarika, ama huwa tunasema ni pijini iliyokomaa. kirioli ni pijini iliyoimarika, iliyoimarika na kuwa na watu wanao wanayozungumza kama lugha yao ya kwanza. Kumbuka, tumesema kwamba watu wanapopatana na lugha zao za mazungumzo ni tofauti, itawalazimu wawasiliane wa, wa, kwa kutumia lugha fulani ambayo itazuka. Kwa hivyo pijini ikiwa na wazawa, tutasema kwamba imekomaa. Kwa hivyo wazawa wa pijini watakuwa wanazungumza kirioli, kwa sababu kirioli sasa itakuwa ni kama ni pijini iliyoimarika na kukomaa, na wakati mwingine Krioli ina watu wanaoizungumza kama lugha yao ya kwanza. Tufafanue sifa za krioli. Sifa ya kwanza, uh, krioli huwa na wasemaji wenyeji. Kwa mfano, krioli ya Haiti, kuna ya Jamaika. Pili, huwa na miundo dhabiti ya kisarufi, sheria zake kimofolojia ni changamano na uweza kunyambuliwa na hakikisha unaweza kutofautisha kati ya pijini na kirioli, si kwa kutofautisha kimaana tu. Kwa mfano, ukirejelea hoja ya kwanza, tunaambiwa kirioli huwa na wasemaji wenyeji, lakini katika pijini hakuna wasemaji ambao ni wenyeji wa pijini. Na pijini tukaona kwamba ni lugha ambayo haijakomaa, yani haina sheria za kisarufi, haiwezi ikanyambulika, lakini ukiangalia kirioli tunaambiwa kwamba ni lugha ambayo ina miundo thabiti, iko na sheria za kisarufi, iko na sheria za kimofolojia. Kwa hivyo ukienda kutofautisha, sema kwa mfano, pijini haina aa, sheria za kisarufi na sheria za kimof kimofolojia, lakini krioli ina sheria za kisarufi na sheria za kimofolojia. Hiyo ni tofauti ya kwanza. Aa, pijini haina wazawa, lakini krioli ina wazawa. Mambo kama hayo utachunguza tu uweze kutofautisha. Tuendelee. Sifa ya tatu tunaambiwa kwamba msamiati mwingi huwa dhabiti, uh, inayoweza kutungiwa kamusi ina miundo mipana ama ina muundo mpana, uh, kisintaksia na kimofolojia. Kumbuka, pijini tulisema ni lugha hafifu ambayo haiwezi kutungiwa kamusi. Lakini kirioli ni lugha ambayo imekomaa kiasi na inaweza ikatungiwa kamusi. Utafute mahali uandike hizo tofauti. Sifa ya nne ya kirioli tunaambiwa kwamba huweza kuandikwa ama kuandikiwa vitabu mbalimbali mbali na kufanyika uchambuzi ikidhihirisha ruwaza kimofolojia na kifonolojia. Hoja ya tano tunaambiwa matumizi ya krioli ni pana kuliko pijini. Kwa hivyo, hii ni tofauti: matumizi ya krioli ni pana kuliko matumizi ya pijini. Krioli huweza kutumika katika siasa, muziki, vyombo vya habari na kadhalika. Hoja ya sita kirioli huwa na wazungumzaji wengi kuliko pijini. Kwa hivyo ukienda kutofautisha, ningependa kuona hizo tofauti zikijitokeza. Pijini haina wazungumzaji wengi, kirioli ina wazungumzaji wengi, tunaelewa. Na saba, mfumo wa lugha uh, mfumo wa kirioli samahani, ni pana na huwa na msamiati mwingi kukidhi mahitaji ya wasemaji wenyeji na mwisho Sijui kama hiyo ndio hoja ya mwisho, lakini hoja ya nane inasema kirioli inaweza kukuzwa kama lugha yoyote ile. Kwa mfano, kuna kirioli sijui ni katika nchi ya Sierra